sakatna au sakatat fi hijri, nimeota usingizini kwamba miezi mitatu imedondoka katika chumba changu. Ndoto hii ikamtia shauku na hamu ya kutaka kujua maana yake na kwa nini alikuwa na shauku ya kujua nini maana ya miezi kudondoka chumbani mwake? Kwa sababu Bibi Aisha alikuwa anajua kwamba ndoto ni message, ndoto ni salamu. Mara nyingine zinatumwa ili kupewa habari zilizopo au zitakazokuja baadaye. Bibi Aisha anajua kwamba mtume mara nyingine alikuwa akiwauliza masahaba hal minkum man raa uh, ruya laila, yupo mtu ameota usiku akaona ndoto. Mtume mwenyewe katika bidaya yake ya irhasat katika nubuwa alikuwa akiota ndoto, alafu anaziona zile alizoziona katika usingizi zinakuja uhakika wake wakati wa mchana au asubuhi anapoamka na, <coughs> na mara nyingi sana mwenyewe mtukufu wa daraja ya Rasulullah alikuwa akiota ndoto mbalimbali, na akiziagua kwa kuzitafsiri. Kwa hiyo ulimwengu wa ndoto sio ulimwengu wa kubeza, bali Mwenyezi Mungu amemjalia mmoja katika manabii na mitume aliyowatuma, alikuwa bingwa wa kuzitafsiri ndoto akiitwa Yusuf Ibnu Yaquba alayhima waala nabiyina assalatu wassalam. Ikhwatal iman, nini maana ya miezi mitatu kudondoka katika chumba cha bibi Aisha? Ndoto ilivyomtia wasiwasi bibi ya Aisha, na hamu na ghamu ya kutaka kujua, alienda kwa baba yake Abu Bakr Siddiq. Bi Aisha baba yake ni Abu Bakr, ni Siddiq. Akamwambia baba, nimeota usiku ndoto miezi mitatu imedondoka katika chumba changu. Hakumtafsiria. Hakumwambia maana yake. Wanasema ulama mpaka alipokufa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam akazikwa katika chumba cha bibi Aisha. Akaenda akamwambia Abubakar kumwambia Aisha, hadha awalu akmarin raaitihi fil manam. Aisha, huu ndo mwezi wa kwanza miongoni mwa miezi mitatu uliyoiona inadondokea katika chumba chako. Huo ndo mwezi wa kwanza, leo amezikwa mtume mtukufu wa daraja katika chumba chako.

Alichozikwa bwana mtume ni chumba cha Aisha, maksura hijri. Alichokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa ni chumba cha ummu Ummulmuminina Aisha binti Abu Bakr. Kwa maana bibi Aisha anajua mambo mengi yaliyokuwepo pale msikitini. Alimradi mwezi wa kwanza ukazikwa, na mwezi wa pili ni Abu Bakr as Siddiq, mwenyewe alipokufa akazikwa pembeni ya bwana mtume, chini kidogo kufikia katika sehemu hii kaburi ya Abu Bakrin Siddiq ikaelekezana au ikawa chini kidogo ya bwana Mtume Muhammad. Bibi Aisha, ile sehemu iliyobaki pale, akasema hii ni sehemu yangu nitakapokufa, nitazikwa hapa. Lakini watamuru al-ayamu wasinuna tilwa sinina wayamutu Umar wa qabla mautihi Saidina Omar kabla kufa kwake alipeleka salamu kupitia kwa mwanawe Abdullah ibn Umar, kamwambie Aisha radhiallahu anha, mama wa waumini, Umar anaomba azikwe katika sehemu aliyozikwa mtume na rafiki yake Abu Bakr, na yeye azikwe pale. Bibi Aisha akasema, hii sehemu nilikuwa nimeiweka akiba kwa ajili yangu, watu wanaweka mpaka sehemu za kufa za kuzikiwa wewe ukifanya hivyo, no, unaona, utakufa mapema bado so. Mimi kwanza. Bibi Aisha akasema maadamu aliyeomba ni Umar ibn Khattab, basi hii sehemu nampa yeye. Hapo Umar hajakata roho. Abu Bakar Uh, Umar akenda akapata habari kutoka kwa mwanawe, amekubali uzikwe pale alipozikwa mtume na Abu Bakar, na wewe uzikwe. Asema mkisha kuwa mme niona nimekufa mkisha nikafini, mkanisalia, kabla hamjenda kunizika, nenda tena we Abdullah bin Omar, kamuulize tena mama Aisha, asije akawa amekubali sasa hivi niko hai, na mtu ambaye nafasi mwenyewe kaiweka nia kwake, kama atakupa lazima akupe, antibi nafsi moyo uridhike, na mimi sitaki, ila nataka aridhike. Kamuulize kwa mara ya pili tena, akazikwe Omar Akikubali tenkanizikeni. Alipokufa kweli, akaenda tena mwanawe kumwambia, akasema nimekubali, azikwe akazikwa pale. Kwa hiyo tafsiri ya ndoto ya bibi Aisha ya miezi mitatu kudondokea katika chumba chake ilikuwa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Abu Bakr, abubakrin Siddiq na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami'.